Jina langu naitwa Emmanuel Hape. Na biashara ninazozifanya nafanya biashara ya uzalishaji wa mafuta alizeti. Pia nafanya biashara ya kuzalisha unga wa sembe. Ah, nilianza mwaka elfu mbili na ishirini ambapo nilinunua hii mashine kwa ajili ya kukamua mafuta. Nikawa sasa sina mtaji wa kuanzia, ile capital kwa ajili ya kununulia uh, raw materials kwa hiyo nikawa nimeenda SIDO. Baada ya kwenda SIDO, nikawa nimeonana na meneja pale SIDO, nikajieleza pale, baadaye ndo nikawa nimepata mkopo wa shilingi milioni tano, ambazo hizo milioni tano ndo nikawa nimeanza nazo kwa ajili ya kununua msigo wa alizeti na kuanza ku process. Biashara ni nzuri, ni nzuri. Nimeona kuna maendeleo, kwa sababu tangu nilivyoanza biashara nimeweza kupata faida na nimeweza kuongeza mashine nyingine ya kusaga unga lakini pia nimeweza kufungua duka la mafuta ambapo lipo mjini katikati ya mji pale. Duka la mafuta tunauza mafuta ya kula, tunauza na sembe, unga wa sembe. Pia huduma ambazo nimekuwa nikizipata SIDO kwanza ni masuala ya ushauri. Pia kunapotokea kuna semina mbalimbali zinazohusiana na masuala ya viwanda wamekuwa waki wakinialika kwenda kuhudhuria katika hizo semina lakini pia nimeweza kupata na ni mikopo pia. Kwa muda wa miaka kama mitatu mfululizo napata mikopo, tangu mwaka 2020 nimepata mkopo 21 nimepata mkopo na 2022 nimepata mkopo na mwaka huu tena nategemea kwenda tena ku, kuomba mkopo. Kama nisingekutana na SIDO kidogo biashara yangu nahisi kama ingekuwa shida kidogo, kwa sababu nilijaribu kwenda kwenye taasisi za fedha kuweza kukopa fedha kwa ajili ya kuanzia lakini ilionekana kwamba nilitakiwa niwe nimeshaanza kazi ya uzalishaji waweze kuona ule mzunguko wa fedha ndio waweze kunipa fedha. Lakini nilivyoenda SIDO imekuwa tofauti. Nilivyoenda hatu nikawa nimejieleza, na wakawa wamekuja kuangalia mradi wangu pale pale, nikawa nimepewa fedha kirahisi kabisa bila hata kuanza biashara uh, uzalishaji muezi, wa mafuta kwa mwezi ni wastani wa lita elfu moja mia tano kwa mwezi. Wafanyakazi wa wa kudumu nilioajiri jumla ni wanne, lakini kuna mfanyakazi wa muda yuko mmoja. Ninawashauri watu wengine waweze kuitumia SIDO kwa sababu ni rahisi sana kuweza kupata mafanikio kupitia SIDO, kwa maana kwamba SIDO wanakusikiliza na pia wanafanya kwa vitendo.